Naitwa Neema Kagere Malima nikiwa kama mratibu wa Msichana TV online, lakini pia ninaofanya kazi na shirika la Msichana Tai. Kutokana na mafunzo ya leo ya feminia, tunatarajia kupata jambo kubwa ambalo litakuwa la mabadiliko katika jamii, lakini pia kutokana na kupingana na swala zima la ukatili wa kijinsia kwa watoto wa kike lakini pia kwa wanawake, hiyo itakuwa chachu kwa jamii, lakini pia hata kwa watoto wa kike wenyewe kuweza kukabiliana na hali ambayo inawakandamiza kijinsia, lakini pia katika mambo yao wenyewe. Kwanza kwa majina, naitwa Neema Samson, mimi ni Msenatai ambaye niko nje ya shule. Tumewezesha kufanya miradi mbalimbali, tumejitambua kulingana na, na mafunzo tunayojifunza na walimu wetu wa Msichana Tai. Mimi kama binti katika mafunzo haya nimejifunza kujiamini, kujitambua na kuwa, kuwa imara katika kila jambo na fikra mbalimbali ninavyowaza ziendane sawasawa na mipango yangu. Kwa majina naitwa Madam Msambe wa Yanga kutokea shule ya sekondari Kibasila. Mafunzo haya kwanza yamenipa uelewa mkubwa sana wa kuweza kujua namna ambavyo mtoto wa kike anatakiwa kuwa imara katika kujitambua, kujithamini na kujiongeza, na haya mafunzo yanakwenda kupelekea mtoto wa kike aweze kujua yeye ni nani katika taifa, ngazi ya familia, ngazi ya kata na ngazi ya wilaya. Tunayo furaha kama walimu wa sekondari ambao tukitoka hapa tutaenda kutoa elimu hii kuanzia watoto ambao wako kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita, watoto wa kike waweze kujitambua. Naitwa Patricia Mwita Marwa kutoka shule ya msingi Kwangwa. Nimefurahi sana kushiriki mafunzo ya Msichana ni Tai kwa sababu yatatujengea uwezo namna gani ya kuwafanya watoto waanze kujiamini wakiwa bado wadogo na wataweza kuibua changamoto ambazo zinawakabili. Mafunzo ni mazuri kwa sababu mtoto anajielewa kwamba yeye ni wakike, atakiwi kuvumilia kufu, changamoto mbaya ambazo zinamfanya anafanyia nyumbani sshali za ukatili na mambo mengine ambayo yanamfanya shie kufikia malengo yake, na pia ataweza kupambana mimba za utotoni kwa sababu atakuwa anajua madhara ya ukatili na madhara ya kutopaza sauti kutetea haki yake. Kwa majina anaitwa Angelina Josephu, ni mkurugenzi wa shirika la Kisawa, lakini tunafanya kazi na shirika la msichana ni tai kwa upande wa Msoma, Mara tunashirikiana vema ili kuweza kuwajengea watoto uwezo wa kuweza kujiamini katika mkoa wetu wa Mara. Kwa kweli matokeo yameweza kutoka vizuri, wasichana wameweza kuitikia wito, wasichana kwa wavulana wameweza kuitikia wito na kukipenda zaidi kile kitabu cha msichana ni tai, kwa sababu kinaweza kuwapa kinawapa mafunzo mengi ya kuweza kujiamini, ili mtoto wa kike kwa mtoto wa mtoto wa kiume aweze kufikia ndoto zao wafikie malengo na kweli wameweza. Sasa hivi watoto wa shule mkoa wa Mara wameweza kujiamini na wengine wameweza kufikia ndoto zao, kwa sababu wameweza kuwa na nafasi za, za juu kwenye uongozi, wameweza kuwa na nafasi nzuri katika matokeo ya mitihani. Mimi naitwa Rehema Mwateba, nimetoka Dar es Salaam. Mimi ni mwezeshaji wa masuala ya usawa wa kijinsia katika jamii, ni mkurugenzi mwanzilishi wa shirika la Melise Foundation, lakini pia ni mwanachama wa mtandao wa jinsia Tanzania au TGNP. Ufeminia ni utetezi wa haki za wanawake, kwa sababu lile neno feminine ni mtu mwenye via vya uzazi vya kike. Kwa hiyo ufeminia ni upiganiaji haki zinazohusu watu wenye via vya bya uzazi vya kike. E, wanaweza wapigania haki hizo wanaweza wakawa wanawake au wanaume. Na Msichana Tai na sio kuku ni falsafa inayojaribu kutukumbusha na kutueleza kwamba msichana anapaswa kuiga tabia za, za tai kuona mbali, kutokuwa na uoga kuwa na ubunifu, kuwa na ujasiri. Tabia ambazo hapasi azizingatie ni zile za kuku. Tabia za kuku hazifai, za kuchakura chakura tu hapo hapo, kuridhika kudonoa donoa kidogo hapo, bila kwenda mbali na kuona mbali. Hapana, inakuwa ni hatari kwa watoto wa kike.